Kwamba viongozi wa Yanga wameitwa kwenye na Simba na waziri wa habari, lakini pia mtu mmoja wa bodi ya Yanga amesema kwamba msimamo wao uko pale pale, msimamo wenu ule ule kwamba hamchezi mechi. Maana ndo msimamo mpaka sasa hivi ni kwamba msimamo wa klabu nadhani wote mnaujua, kwa hiyo haina haja ya kurudia Nami na, na itakuwa ni kikao cha amani na kitakachokuwa kinatoa majibu nini ambacho kitakwenda kufanyika baada ya mchezo huu wa dabi ya kale yako kuahirishwa. Hakuna vita hapa, tumekuja kusikiliza e, tusikie waziri anasemaje? Serikali inasemaje? Mwisho wa siku e, kama nilivyosema awali, tutachukua lile ambalo tuna uwezo nalo, ambalo litakuwa na maslahi mapana kwa klabu yetu. Hilo ndio msingi kwa sasa hivi kwa ilipofikia kwanza kwa maslahi mapana ya klabu yetu kwanza. Watani wenu Simba wanasema nyie ni watu wa simu moja, tunamtaingia uwanjani, haina tatizo lakini sisi haituhusu kwa upande wao. Sisi tunaangalia wa kwetu kwa sababu wao walioyafanya wanayajua wenyewe, na sisi tunachokiangalia ni kwa maslahi makubwa sana ya klabu yetu. Ndio wako mashabiki ambao wanasubiri kuona kile ambacho kitaendelea, waendelee tukisupoti timu yao. Jumamosi kesho kutwa tuna mechi dhidi ya Songea kwa ajili ya FA. Alafu baada ya hapo tuna mechi ya ligi ambayo inayofuatia tutacheza na Tabora kule Tabora tarehe mbili. Kwa hiyo nadhani ratiba yetu ndio hiyo inayoendelea, haya mengine yote tayari yalishapita. Bwana, mimi nadhani tumemsikia vizuri mm, kwelikweli mm, nimemsikia. Sasa tuanze kuchanganua kile ambacho yeye ya, amekizungumza Tumemwelewa. Tuanze kuchanganua kile alichokizungumza, na nilikuwa nataka nigusie baada ya hapa, sema ndio wameniwahi kwa taarifa mm, kuita kwao na waziri wa michezo Young Africans, Simba, bodi ya ligi uh, pamoja na TFF mm, kunaweza kukaleta uh, suluhisho bora na kuweza kuwafanya hawa eh, mashabiki ambao sasa hivi wameweza kujigawa na kujionyesha kama maadui eh, katika soka ilihali wao ni watani, kuja pamoja kukaa kwa msimamo. Of course hapo ninachokiona mm, kwenye hili sakata, of course nilikuwa nataka nilifunge nisilijadili tena lakini, Mwini, kwa sababu limekuja ah, si tunapita nalo, umeona eh, kwamba kuna mvutano baina ya Yanga kama timu na taasisi pamoja na mamlaka ambayo ni TFF na bodi ya ligi. Hicho kitu kipo, simenielewa? Na ndio maana huu uh, mkutano ambaye ana uratibu au mtu ambaye ameupendekeza ni moja kwa moja mamlaka za kiserikali kupitia waziri wa michezo, si ndo manake? Kwa maana hiyo, ili jambo lilikuwa lishashindikana kusolviwa na bodi ya ligi, umeelewa? Na katika uh, maneno ambayo yamezungumzwa na Alex, Alex Ngai ambaye ni uh, mtendaji wa, wa, wa, wa, wa kamati ya Yanga, amesema kwamba msimamo wao Ehe, eh, yani kwamba kasha en, anaenda kwenye mkutano lakini tayari anamsimamo msimamo wake ameubeba pale anaenda nao. Sio, unanielewa? Kuonyesha kwamba hili jambo lingekuwa zito kiasi gani kama bodi ya ligi wangesema wa walisolve. Hmm. Lakini kwa sababu limeshafika kwenye mikono ya kiserikali. Unajua serikali hawaruhusiwi hawa, hawa kuingia moja kwa moja kwenye soka. Kwa hapa kinachoenda kujadiliwa ni kutafuta tu suluhisho. Kwamba bana hichi kishatokea. Sasa tufanye moja mbili tatu. Eh, na lazima kutakuwa kuna demands za vilabu vyote viwili. Yanga watapewa nafasi ya kuzungumza demandi zao pamoja na Simba pamoja na upande wa bodi ya ligi kwa sababu hichi kikao kinahusisha eh sehemu tatu. Simba, Yanga pamoja na eh, wa, wa, wa, viongozi wa, wa upande wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa mantiki hiyo huo msimamo wake huo ambao ameenda nao kwenye begi, unaweza ukajikuta una unaishia pale. Kwa sababu amejitetea amesema kwa sasa msimamo wetu unajulikana. Kwa sasa ndio tafsiri ee, la waandishi walivokuwa wachochezi. Nimesikia swali hapa, nasikia bara watani wenu wanasema si mmoja tu. <laughs> <laughs> <laughs> E, kuonyesha kwamba kumchokonoa, tuna vitu <laughs> kama hivyo, kwa sababu bana ilio haitu hmm, haitusu lakini, mimi kwa imani yangu, swala lilipofikia hapa, kikao kitaenda vizuri na hii dabi itachezwa kati ya tarehe kumi na nne mpaka kumi na sita mwezi huu. Wewe kwa upande wako, nayo pia unakaa na ule msimamo kwamba Young Africans wataingia uwanjani na kucheza, watacheza tu wataki wasitaki. Tuchukulia hawajacheza kwamba hizo pointi tatu atakuwa nani? Eh, uh, eh -huh. <laughs> <laughs> <laughs> Kwa sababu mwisho wa siku lazima tujiulize pande zote mbili. Kwa hiyo mimi kwa imani yangu saa nasema kwa kujiamini na maneno yangu mimi hayawezi kuaffect chochote, kwamba hii dabi itachezwa baada ya mkutano na tarehe itakuja kupangwa kesho, kesho kutu baada tu mkutano kumalizika, tarehe ya dabi itapangwa, na Yanga watapeleka timu, na nitawasikitikia tu wale wazee walikuwa wanaandamana andamana, andamana, kwamba wanawaomba wana, wana viongozi wa Yanga wasipeleke timu. Sasa kilio chao kitakuwa ni kama kilio cha samaki kwenye maji, kwamba wanalia lakini mwisho wa siku machozi yanaishia kwenye maji, hamna anayezingatia. Kwa wale wazee wazee wazee, wazee, wazee vijana, kwa kuna wazee wengine vijana pale, wazee vijana waache kuingilia maamuzi ya viongozi wa juu wa vilabu kwa sababu mwisho wa siku viongozi wa juu wa vilabu nao hawajiamulii tu, kuna mamlaka zinawaongoza. Kwa hiyo siku nyingine nafikiri watakuwa na uelewa kwamba linapotokea swala kama hili wasichukulie oya oya au rais rais. Hata wao wangekuwa viongozi, mwisho wa siku wangeshinikizwa tu kufanya kitu ambacho ni sahihi kwa maslahi ya mpira pamoja na maslahi ya nchi kwa ujumla, kwa sababu hivi vilabu vinateka nyoyo za mashabiki wengi wa, wa Tanzania hizo kelele za samaki zinaweza zikaunganisha na wale mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa wanaimba kwamba wao Karia hawamtaki. Ah, sasa wao wanaimba Karia hawamtaki kama na sababu. Unajua, mimi nikwambie kitu kimoja, unajua, kwa mfano kwenye kwenye hii issue ya Taifa Stars nilicheka sana. Wewe mtu unaiombea Taifa Stars ifungwe eti kwa sababu umtaki Karia sasa <coughs> hicho kitu hicho hivi hizo, yani ukireason tu hiyo reason yao unaona kabisa hapa alafu hey, unakuta yani, hao ndo wanaongoza kwa kutukana yani, wanatukana mitandaoni mtu. Sasa sijui anakuwa hawana uelewa wa mpira au ndo hivyo tu u, ule sijui nitumie kauli, yani kuna vitu fulani vya hovyo sana mimi, yani vinanidisappoint kinoma. Kwa hiyo mwisho wa siku, mimi niwaambie tu Karia before hujamjaji kwenye ishu sakata hili, na wale wote wanakuwa hawana hizo akili za hivyo, wale tayari wamekuwa brain washed na maamuzi ya juu, labda kiongozi alitamka hivi na nini, wanakuwa brain washed tu kwamba ah, ili swala hivi na hivi, wao wanafuata tu mkumbo kutoka kwa viongozi wao walichokisema, ila wao kama wao ku reason mambo hawawezi. Mwenyewe wewe leo umchukie Karia vitu vitu vitu vyote alivyovifanya kwenye soka eti kwa sababu kiongozi fulani alikuaminisha Karia mbaya. Ungekuepo wewe ungefanya, soka lilikuwa wapi before Karia hajaja kwa hiyo mwisho wa siku mimi naona tu kama wa, mimi kwa upande wangu, ukiniuliza, watu kama hao mimi naona kama wapiga kelele tu, sioni kama wana impact yoyote kwenye mpira wetu. Sawa, tumalizie na hili uh, nadhani kuna clip yako fulani niliona, ulikuwa unamzungumzia mwanadada yule shabiki wa Young Africans, uliongea sana, ukaona huyu kama vile vipi, mbona kama vile analeta mambo ambayo kwenye soka kama hayajaelewa vizuri. Hebu tu yaongelee hayo pia kwa uchache, tumzungumzie madam Elizabeth kwa uchache.